Mkuu wa wilaya ya Uyui Mohamed Mtulyakwaku ameagiza ukamatwa kwa viongozi wawili wa vyama vya ushirika vya Isenefu na Kakuni kwa madai ya kumdhulumu mkulima kwa kutomlipa fedha zake za mauzo ya tumbaku na kutumia lugha chafu dhidi yake. Kwa nini kule magazi wote weze kumdhamini mtu ambaye kaleta tumbaku na anadai kwa hiyo nyinyi nitaondoka na nini? Mtulyakwaku ametoa agizo hilo wakati akizungumza na wadau wa kilimo pamoja na viongozi wa vyama vya ushirika wilayani Uyui mkoani Tabora katika kikao kazi cha kutathmini mafanikio na changamoto za msimu wa kilimo cha zao la tumbaku 2024/2025 na kuweka mikakati mipya na bora kuelekea msimu mpya wa kilimo cha zao hilo kwa mwaka 2025/2026, ambapo licha ya mipango hiyo ameeleza kupokea taarifa ya malalamiko kutoka kwa mama mmoja ambaye jina lake hakulitaja, akidai kuwa amesafirisha tumbaku yake kupitia chama cha ushirika, lakini viongozi wameuza tumbaku hizo bila kumpa fedha, ambapo wamesababisha familia yake kukosa mahitaji ya msingi, ikiwemo chakula na mahitaji ya watoto wake. Sasa nyinyi, na nyinyi leo mtakuwa mpana, leo utaondoka na nyinyi, kwa sababu kuu hizi mbili. Kuna mkulima kawasilisha kwenu tumbaku, lakini mmeuza tumbaku yake na malipo hamjafanya. Mama yule anawalalamikieni, anasema analala njaa. Amekuja mpaka ofisini kwangu, nikatoa maelekezo mumdhamini aende dukani akakope hata unga ili aweze kuhudumia watoto wake. Ninyi mmemwambia, sisi maelekezo hayo hatuna, na kama kutakuwa na hilo jambo, nenda huko huko kwa mkuu wa wilaya wako. Sasa leo Mmekuja wenyewe kwa nkua li naondoka na mpua. Lazima muwe na kauli nzuri, kwani kulikuwa kuna umuhimu wa kufanya hivi? Ni, nyinyi, mbona watu wa benki wanawakopesha wanawadhamini, nyinyi, mbona mnadhaminiwa na benki ambao nyinyi mko benki gani? Kwa hiyo mimi nitaondoka na ninyi mpaka ile mama mkimlipa yake, ndio mnatoka. Hatuwezi kuona mambo ya hivi. Kwa upande wake meneja wa bodi ya tumbaku mkoa wa Tabora ameeleza mikakati ambayo wadau wa kilimo cha zao hilo wanatakiwa kuzingatia na kuacha ujanja ujanja, kwani serikali itachukua hatua kali dhidi ya yote atakayehusika udanganyifu ili kujinufaisha binafsi kupitia zao hilo. Mwaka jana tuliweka kwenye mjengeko wa bei kwamba faini ya ngulai atakayekutwa na ngulai atatozwa faini ya shilingi laki tano, lakini kwenye sheria inatuelekeza laki tatu mpaka milioni tatu awamu hii wameshajadiliana kwenye halmashauri kuu ya tumbaku. Tumbaku zitakazokutwa zita na ngulai zitataifishwa na zitauzwa na fedha itaingia kwenye mfuko wa serikali. Lakini jambo jingine ni wakulima kutumia pembejeo ambazo ni sahihi, zile pembejeo ambazo zimeidhinishwa, ukizitumia ndio utapata ile chemical inayotakiwa kimataifa. Kwa hiyo ukienda tofauti, zao letu la tumbaku litaonekana si bora, Sio tu Tabora lakini nchi nzima. Kwa upande wao wakulima, na viongozi wa vyama vya ushirika wilayani Uyui wameeleza namna ambavyo wamekuwa wakiathirika na ubabaishaji unaofanywa hususani na viongozi pamoja na imani walionayo baada ya kikao kazi hiko. Uh, tusipolipwa inatuathiri kiasi kikubwa sana, kwa sababu kumbuka, sisi ni wakulima na huo ndio uchumi wetu tunaotegemea, watununyua sisi na watoto wetu na familia zetu kwa ujumla. Kwa hiyo kama nisipolipwa mimi nafanya kazi kwa mategemeo kwamba nikipata na, mapi, na mipango yangu ya maendeleo tafanya moja mbili tatu. Kwa hiyo tusipopata fedha zetu au haki zetu kwa wakati kwa asilimia mia moja, kinatuathiri sana, kama wakulima, inaturudisha nyuma kwa siku hadi siku, tutakao tunaonekana wakulima tunafanya kazi lakini maisha yetu bado yanakuwa ni magumu, kutokana na hali kama hiyo. Lakini ninaamini kabisa kwamba kwa uongozi wa Mheshimiwa mama yetu Samia Suluhu Hassan, nina ninauhakika kabisa kwamba taarifa hizi akizipata, nina uhakika haki ya wakulima hawa watapata. Watu wameshindwa kusomesha watoto hivi tunavyoongea, watu hali ya uchumi, ndugu mtangazaji, ukifika Burundi amkozi ukawahoji wakulima unaweza ukasikitika sana. Pengine kukamilika kwa kikao hiki ni matarajio ya ongezeko kubwa la pato katika sekta ya kilimo, hususan katika zao la tumbaku katika wilaya ya Uyui mkwani Tabora, mimi ni nimekosamlojina hii ni Daily News Digital, endelea kusubscribe kucomment na kulaiki, lakini pia tufuatilie katika mitandao yetu mingine ya kijamii kama Instagram na Facebook, kuandika habari leo_tz. Shukrani.